Tupo. Kina mama sisi tumetupwa kwa yeah, kwanini yeah, yeah. Sisi si Watanzania au hatuchangii chochote katika taifa? Tunakutuma mwenyekiti ukaambia wazee nao wanataka mikopo. Mimi kwa majina ninaitwa Mtebi Mhoja Mapinda, ni mzee wa mzee wa kata hii Nyamboge. Kweli kabisa mheshimiwa, tunaomba na sisi wazee na sisi tupata angalau ka chochote ka mkopo, na sisi tunaweza kufanya kazi pamoja na uzee wetu, tunaweza kuwa tunaweka tunawekesha sehemu, hata kwenye mashamba yetu tunawapa watu wanatusaidia, maana tumeishiwa nguvu. Lakini kama na sisi tutakuwa tumepata ka mkopo, kanaweza kutusaidia katika maisha yetu, uzeeni mwetu. Tunakuomba sana mheshimiwa, utukumbuke sisi wazee hususani kata hii ya Nyamboge kwa kweli tu wazee, lakini tumekwisha kwa sababu hatuna uwezo, hatuna mtaji, hatuna mitaji, ndio maana tunateseka. Tunakuomba sana mheshimiwa, na sisi utujali, utuone kama sisi wazee tunaweza kujenga hili taifa. Hususani sisi wazee wengine tumetokana na chama hiki, kwa sababu chama hiki tumetumikia. Mfano kama mimi Mtebi mmoja Mapinda nimefanya katika chama hiki kuanzia barozi miaka minane nikafanya chama hiki mwenyekiti kitongoji miaka kumi Sasa yote hayo nilikuwa najenga chama. Sasa hilo nalo lielewe, kabisa kwamba kweli nimezeeka kwa kutumikia chama hiki. Ninaomba sasa, mheshimiwa, uliangalie hilo kuwa wazee na sisi tumo, kwa sababu tunateseka, ila utusaidie. Kwa jina naitwa Gera Zibweni Mlagilwa ni mkazi wa kijiji cha Nyamboge na kuomba mwenyekiti wa mkoa wa vijana, kwa mwambie Mheshimiwa Rais sima, Samia Suluhu Hassan atukumbuke na sisi wazee. Maana maisha sio ya kupewa mikopo akina baba kina, am, kina, kina mama na vijana na kina mama akatusahau sisi wazee. Kwa hiyo nawatumeni nyinyi viongozi mwende mkamwone Mheshimiwa Rais naye atukumbuke sisi wazee. Kwani wana dhamana zao za kuweza kuchukua mikopo kuliko kina mama na vijana. Mzee anaweza kuweka mali zake rehani nyumba nini akapata mkopo. Sasa anashangaa, shangaa watu, watu, kupewa mkopo, wapewi, wanapewa kina mama na vijana. Ukiangalia wenye uwezo ni wazee ambao wana mali zao, wana majumba na wanaweza kukopa mkopo, wakopa na kurudisha. Ndio kitu, msio kubagua kwamba wazee ndio wapate mkopo, au wapewe, wapate mkopo vijana na kina mama wapate mkopo. Na naomba mkopo mtufikie sisi wazee tumezeeka tuchukue mkopo, unafanya biashara yako na unaweza unapata hela, mradi urudishe hela za za za ulizokopa, ndio kitu muhimu. Mzee, sasa wazee wa Tanzania tulisi kuchukua mikopo kwa sababu gani? Hilo ndilo linatuma sana. Vijana wamepewa mikopo, kina mama wamepewa, wa wazee hamna. Hiyo naomba tu mkamwenze Mheshimiwa Rais na wazee tukumbuke mapema kabla hatujafa na sisi tulipo hela. Kwa sababu hata vijana wanakopa si wanarudisha, kina mama wanakopa wanarudisha. Na wazee tutakopa tutarudisha. Wazee pungeni mkono tusalimiane, wazee wangu sisi wewe. Asante sana. Ah, unajua cha kwanza baba yangu, unajua akisema mzee kama yule unatakiwa upokee, si ndio? Yeah. Nalipokea kwanza kwa heshima kubwa, mzee wangu, tunalipeleka lakini. La pili ni masuala ya sera, waliamua. Yani, wakati sera inatungwa ni kumkwamua mwanamke pamoja na kijana kwa sababu ya uhaba wa ajira, lakini sasa ipo maandalizi ya sera ya kuhakikisha kwamba wazee na wao wana, wanaangaliwa kwa namna moja ama nyingine, na ndio maana sera ipo, wazee wao afya wanapata bure. Kwa hiyo tukija hapo, si kuna ile sera ya wazee wanapata afya bure takuja na hapa vijana naotalalamika na sisi afya bure. Kwa hiyo ni mambo ya kisera, wakati unapofika tutaangalia tu mambo, wakati gani inaendelea. CCM, oye! Ni jambo la heri, naamini na chama chetu ni sikivu, na sisi tunachukua tutapeleka sehemu sahihi. Asanteni sana.